Karibu tena katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa millardayo.com na UTV ambapo tunakupatia habari zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania leo Agosti 9, 2016. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na gazeti ambalo linatufungulia uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo ni gazeti la Nipashe, ambapo katika ukurasa wake wa mbele limeandika majina vihiyo vyuo vikuu hadharani. Tulitakiwa tuanze mapema mwezi huu kuwafichua wanafunzi walio kwenye vyuo bila sifa zinazotakiwa, lakini ni habari hii ambayo inaweza kuendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kuhamia Dodoma kutega ndoa watumishi wa umma, ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa kumi na mbili, lakini kuna habari nyingine inasema serikali, yaani kasiri ya kufu kutafuta kuomba omba ni habari pia katika ukurasa huo, oh, wa pili wa gazeti hili kadi mtoto mwenye betri kadi ya kumtambulisha Happiness Joni mwenye umri miaka, miaka mitano kimataifa baada ya kufanya upasuaji. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa huo wa tatu wa gazeti hili. Habari nyingine inasema loasa ataka kilimo cha tafiti. Ni habari hiyo ambayo iko katika ukurasa wa nane, lakini katika ukurasa wa 29 kuna habari inasema ajali ya kosa yaua wawili lakini kuna ripoti pia ambapo ipo katika ukurasa wa nne ambayo inasema serikali inavyokosa mabilioni michezoni. Ni ripoti hiyo ambayo ipo kabisa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na tukiangalia habari hizi kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili ambayo unasema majina vihiyo vyuo vikuu kuanikwa Septemba. Serikali imesema majina wanafunzi waliojiunga na vyuo vikuu bila kuwa na sifa yatatangazwa mwezi ujao na kuondolewa masomoni baada ya uhakiki wake kukaribia kukamilika. Katika mahojiano maalum na Nipashe jana, waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na ufundi, Profesa Josi Ndalichako alisema ameshaagiza watendaji wa tume ya vyuo vikuu TCU kufanyia kazi suala hilo ili kuwa baini ya wanafunzi wote wasio na sifa. Waziri huyo alisema tayari tume hiyo imeanza kuhakiki vyeti vya wanafunzi wote waliopo vyuoni. Profesa Ndalichako alisema uhakiki huo unafanywa kwa kuangalia vyeti vya wanafunzi walioingia katika vyuo hivyo pamoja na uhakiki kwa njia ya mtandao. Habari nyingine katika ukurasa wa tatu inasema, kadi mtoto mwenye betri ya agizo Afrika Kusini. Kadi ya kumtambulisha Epines John mwenye umri wa miaka mitano kimataifa baada ya kufanyia upasuaji na kuwekewa betri ndani ya moyo katika taasisi ya moyo ya Jakaa Kikwete JKCI imetengenezwa nchini Afrika Kusini, imeelezwa. Hemi... Happiness ambaye alifanyiwa upasuaji huo Julai 15 na kuruhusiwa kutoka hospitalini hapo wiki moja iliyopita anatakiwa kuwa na kadi tambulishi ambayo itamwezesha kutofanyiwa ukaguzi wa kielektroniki. Kwa sasa mtoto huyo amepewa kadi ya muda ambayo inamruhusu kutopita katika maeneo yenye mionzi kwa ajili ya ukaguzi ikiwemo viwanja vya ndege na majengo yenye ulinzi mkali Kupati kadi hiyo kutoka Afrika Kusini kutamwezesha Happiness, mkazi wa Arusha, kupita bila kukaguliwa kielektroniki duniani kote. Lakini tukimalizia na habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa kumi na sita inasema, mume afukuza mke kwa kumshtaki shemeji kwa madai ya kumbaka. Mkazi wa kijiji cha Zanka wilayani Bahi, jina linahifadhiwa, amelalamika kufukuzwa na mume kutokana na madai ya kubakwa na na shemeji yake na kumshtaki. Akizungumza na Nipashe jana, mwanamke huyo alidai kufanyiwa kitendo hicho na shemeji yake, baada ya mume kumtuma kwa kaka yake huyo kuulizia mawe ya ujenzi. Mume wangu alinituma niende kwa kaka yake majira saa tisa mchana, ambaye anaishi kwenye kijiji hicho, niende kuulizia mawe ya ujenzi, lakini nilipofika na kuingia ndani alinikamata kwa nguvu na kunibaka, alidai. Alidai pia baada tukio hilo alimweleza mume wake na wazazi wao, ambao kwa pamoja walishirikiana na kumpeleka kituo cha polisi kutoa taarifa za kupelekwa zahanati kufanya uchunguzi wa afya yake. Alisema polisi kwa kushirikiana na familia ya mumewe walimkamata shemeji yake na kufikishwa katika mahakama ya wilaya ya Bahi. Hata hivyo, alisema baada ya shemeji yake kukamatwa na kupelekwa maabusu alishangaa kuona mume wake akimshawishi afute kesi, jambo ambalo yeye pamoja na wifi yake walilipinga. Ulianza mtafaruku. Wazazi wa mume wangu na baadhi ya ndugu walianza kunitenga kwa madai kuwa nataka kumfunga ndugu yao, hivyo akashauri ninyimwe fedha za nauli ili kunikwamisha nisiende kwenye kesi, alisema. Kutokana na hali hiyo mke huyu alisema siku ya kusikiliza kesi yake hakupewa nauli na mume wake, na kuanza kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji, huku akifukuzwa akitakiwa kurudi kwao Mundemu na ni habari hizo ambazo zipo katika gazeti hili la Nipashe. Gazeti la Mwananchi nalo katika ukurasa wa mbele limeandika Mahakama Kuu yamng'oa jino mwendesha mashtaka. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Habari nyingine nasema, mboe lisu waito sekretariati ya maadili ya viongozi, Samia waibua mawaziri kujibu kero, lakini loasi haibukia maonyesho ya Nane Nane Morogoro. Na katika ukurasa wa tatu kunasema wa na katika ukurasa wa tatu kuna habari inasema watumishi wasaini maratatu, mkesha wamwenge, wa saini mara tatu mkesha wa mwenge. Bomu laua zaidi ya watu 60 hospitalini Pakistani. Aa, katika michezo kuna habari inasema mavunde ya waagiza taso kuboresha uwanja vya nane nane ajibu mavugo anogesha Simba Day. Ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi, na katika kurasa zake za ndani, katika ukurasa wa tatu habari inosema watumishi wa saini mara tatu mkesha wa mwenge. Idadi kubwa ya watumishi wa halmashauri ya wilaya Sengerema mkoani Mwanza walitia agizo la mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Bonifasi Magesa kukesha kwenye mwenge na kusaini mara tatu kwenye kitabu cha mahudhurio. Mkesha huo uliofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Sengerema, watumishi hao pia waliorodhesha majina na kusaini daftari la mahudhurio mara tatu kuanzia usiku wa manane. Uhakiki wa mahudhurio uliokuwa ukisimamiwa na wakuu wa idara na maeneo ya kazi uliofanyika saa sita usiku saa tisa usiku na saa kumi na mbili alfajiri. Na mbunge wa jimbo la Sengerema William Gereja ni miongoni mwa viongozi wakuu wa ngazi ya wilaya walioshiriki mkesha huo. Habari nyingine katika ukurasa wa nne wa gazeti inasema mahakama kuu ya mng'oa meno mwendesha mashtaka. Mahakama Kuu ya Tanzania imempunguzia mamlaka mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP baada ya kueleza kwamba kifungu cha sheria ambacho amekuwa kikitumia kwa nyima dhamana watuhumiwa kina kiu Katiba. Majaji seketi kihiyo na Dr John Ruhangisa wakiongozwa na jaji kiongozi Shabani Lila hivi karibuni walitangaza kwamba kifungu cha 148 4 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA kinakiuka katiba na kwa sababu kinakinzana na ibara ya kumi na tatu sita a hey, ya katiba ya jamhuri ya muungano. Kifungu hicho cha 148 4 kinachosema, bila kujali kitu chochote kilichoko katika kifungu hichi, hakuna ofisa polisi wala mahakama atakayeweza, baada ya mtu kukamatwa na wakati anasubiri shauri au rufaa, kumwambia mtu huyo kwa dhamana, iwapo mkurugenzi wa mashtaka atathibitisha kwa maandishi kwamba kuna uwezekano kwa usalama au maslahi ya jamhuri kuathirika na hizo ni habari ambazo zipo katika gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Jambo Leo nalo katika ukurasa wa mbele limeandika ripoti ya sema asilimia sitini na moja wahitimu elimu ya juu ni vilaza, uchu wa faida za haraka za vyuo wa vuruga ubora, viwango vya chini udahili vyaongeza mbumbumbu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne. Habari nyingine nasema marufuku kuingia na simu odini. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tano. Loasa tinga nanenane nane, kimya kimya, waziri kuzuiwa kufungia gazeti. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini tukiangalia habari nyingine ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili nasema, mtoto wa betri ataka kumwona Magufuli, upinzani walia kuhujumiwa na serikali ya Zambia. Lakini katika michezo kuna habari inayosema TFF Yanga zaanza malumbano mapya. Tukiangalia habari hizi kwa undani katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jambo Leo, habari inasema ripoti yasema asilimia sitini na moja wahitimu elimu ya juu ni vilaza. Sasa ni dhahiri kuwa juhudi za waziri wa elimu, sayansi na teknolojia na ufundi, Profesa Joyce Ndalichako kupambana na kujenga misingi ya ubora wa elimu zinatokana na uwepo wa wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu wasiona sifa inayoendana na vyeti vyao. Ripoti kuhusu mtazamo wa ajira katika nchi za Afrika Mashariki iliyochapishwa mwaka juzi imeonyesha kuwa asilimia 61 wa wahitimu katika vyuo vya elimu ya juu Tanzania hawana sifa za kushindana katika soko la ajira. Hali hiyo kwa mujibu wa ripoti hiyo inayojumuisha katika taarifa kuhusu usawa katika jamii ya Afrika Mashariki iliyotoka mwishoni mwa wiki iliyopita imetilia shaka uwekezaji wa serikali kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwamba huenda ni uwekezaji wapata potea katika ripoti hiyo mtazamo wa, wa ajira uliochapishwa mwaka juzi na taasisi ya vyuo vikuu vya vi Afrika Mashariki I IUCEA kwa kushirikiana na baraza la biashara la Afrika Mashariki EABC imeeleza kuwa katika tatizo hilo katika nchi za Afrika Mashariki, Tanzania ni ya pili kwa kuwa na wahitimu hao wasio na sifa. Nchi ya kwanza, kwa mujibu wa ripoti hiyo, kwa kuwa na wahitimu wa aina hiyo ni Uganda, ambayo imetajwa kuwa na asilimia 63 ya wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu wasio na mbinu kuhusu soko la ajira. Burundi imetajwa kuwa ya tatu baada Tanzania ambayo ina asilimia tano, Rwanda ya nne kwa kuwa na asilimia mbili na Kenya ikiwa na wahitimu wachache wa aina wa hiyo ambao hata hivyo ni asilimia moja wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu. Ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma katika gazeti hili la Jambo Leo. Gazeti la Habari Leo nalo katika ukurasa kamba limeandika mafisadi fedha za miradi kukiona, makamu wa rais asema ni ya kumkomboa mwananchi, sekta ya kilimo nchini kupewa uzito unaostahili ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Habari nyingine inasema waziri afichua mapya ugonjwa wa ini, aeleza mikakati ya kudhibiti, akili ulipuuzwa, sasa ni tishio. Habari nyingine inasema ofisa tumbuliwa Malinyi, ofisa kilimo na umwagiliaji wa wilaya Malinyi mkoa wa Morogoro amesimamishwa kazi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, ni habari hiyo ambayo ipo katika gazeti la habari leo. Na tukiangalia tunaendelea gazeti la Mtanzania nalo katika ukurasa wake wa mbele limeandika Lema mtumia waraka mzito, Rais Magufuli amtaka tafakari uzuiaji mikutano ya kisiasa, asema watu waachwe waseme wasizibwe midomo. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nne. Sinema Kigwangala dokta mwaka, ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili. Lakini katika ukurasa wa nne wa gazeti inasema wafugaji kugaiwa ranchi za taifa, na katika michezo kuna habari inayosema Jose Mourinho ampa Van Gaal ubingwa. Ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mtanzania, na tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, nalo limeandika waziri wa JK atapeli mamilioni aliyeingiza kwenye kampeni za uraisi ubunge mwaka jana, akabwagwa. Habari nyingine inasema Sumaya asema uvumilivu sasa basi. Ni habari ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa nne, lakini habari nyingine katika ukurasa wa tatu inasema mapya yaibuka, mauaji dada ya bilionia Msuya, polisi la wamani kum achia mtuhumiwa. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa pili. Lakini habari nyingine inasema watendaji ushirika kikangoni. Ni habari ambayo ipo katika ukurasa sita, na katika habari za michezo kuna habari inasema Simba hii kamati ya chini ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Na tukiingia katika magazeti ya Udaku leo tuna gazeti la Uwazi pamoja na filamu ambapo kama mnapo, kama mnavyoliona gazeti la Uwazi katika ukurasa wake wa mbele lina stori tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma lakini vile vile gazeti la filamu katika ukurasa wake wa mbele kama mnavyoliona lina stori tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma. Na tukiingia katika magazeti ya michezo leo tuna gazeti la Mwana Sport pamoja na gazeti la B mabingwa ambapo gazeti la Mwanasport katika ukurasa wa mbele limeandika Simba hii mtaitaka lawama. Ni habari ambayo imepewa kabisa kipaumbele katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanasport. Habari nyingine inasema walai Yanga, mkimpata huyu tu mmemaliza kazi. Yanga hapana, hii rekodi ya ajabu. Ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanasport. Katika ukurasa wa nyuma kuna habari inayosema hatimaye, Pogba atua England kusaini Man United. Aa, ni habari ambayo imepewa kipaumbele katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti hili la Mwana Sport. Ha tukimaliza, gazeti la Bingwa, habari ambayo imepewa kipaumbele inasema Simba 4G mavugo ajibu kichuya, waunda combination hatari. Ni habari kabisa kubwa hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Habari nyingine inasema Pluji mamfuata mo avujisha siri Yanga, bye bye ligi kuu. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine inasema je, za mavugo kama za Slatani wa Man U, jamaa mbagala amfungia kazi ngoma. Lakini habari nyingine inasema Pogba atua rasmi Man United. Habari nyingine katika ukurasa wa nyuma inasema Pogba, United yamkaribisha Pogba na msafara wa magari ya kifahari. Na gazeti la Bingwa ndilo linalotufungia uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo kutoka hapa millardayo.com na Ayo TV, na kukumbusha kuendelea kusubscribe YouTube channel, chaneli yetu ya Millard Ayo, vile vile kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Millard Ayo wa nguvu unaendelea kukukumbusha kuendelea kutumia Vodacom kwani sasa hivi wanakuletea promotion yao kabambe ya kamata mpunga. Unawezaje kukamata mpunga kutoka Vodacom? Ni kuendelea tu kujibu maswali yao kutoka Vodacom na kuandika neno go kwenda namba moja tano, tano, nne, nne, na kuweza kujishindia pesa taslimu kuanzia laki tano milioni moja pamoja na milioni tano Jina langu naitwa Alice Tupa.